Mimi naitwa Askof Dr Eliasafi Matayo wa kanisa la Pentekoste Motomoto, kanisa ambalo ninalichunga liko Boko, Dar es Salaam. Ninaomba ndugu zangu, nipate nafasi hii kuongea na taifa la Tanzania na watu wa Tanzania kwa ajili ya nchi yetu njema ambayo Mungu ametupa. Jambo la kwanza nalotaka kusema ni kwamba Tanzania ilikuwepo wakati Mungu anaiumba dunia. Katika Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa kwanza Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, Sio mbingu na ardhi, kwa kuwa nchi ni ardhi yenye mipaka iliyokubalika kisheria. Kwa hivyo, kumbe Tanzania ilijulikana na Mungu katika ulimwengu wa roho kabla hata watu hawajaishi kwenye ardhi ya Tanzania. Ulimwengu wa roho ndio unaoamua yapi yatokee katika ulimwengu wa mwili, na kama tunavyofahamu watumishi wenzangu wa Mungu, kuna ulimwengu wa roho wa giza ambao unatawaliwa na nguvu za shetani, na kuna ulimwengu wa roho wa nuru ambao unatawaliwa na Mungu Jehova, na kwetu sisi uh, wa Kristo unatawaliwa na Yesu Kristo. Jambo la pili ni kwamba haya yanayotokea Tanzania, machafuko yaliyotokea, mauaji yaliyotokea tarehe ishirini na tisa Oktoba mwaka huu wakati wa uchaguzi na hata tarehe 30 na thelathini na moja, halikuwa jambo la kimwili, halikuwa jambo lililoamuliwa na wanasiasa ama na serikali, lilikuwa ni jambo ambalo liliamuliwa katika ulimwengu wa roho na likatokea likatekelezwa katika ulimwengu wa damu na nyama. Sasa hivi tunasikia watu wakitamka tena ya kwamba kile kilichotokea wakati wa uchaguzi kwa maana ya maandamano ama kwa maana ya vurugu kwa maana ya amani kutoweka kinaweza kikatokea tena tarehe tisa Desemba mwaka huu, siku ambayo Tanzania ama Tanganyika ilipata uhuru. Ndugu zangu, viongozi wa kiroho, ni jukumu letu sisi kuweza kuondoa jambo hili katika ulimwengu wa roho. Tuna hiyo mamlaka tuna mamlaka ya kuamua mambo yatokee katika ulimwengu wa roho, na tukifanikiwa basi yatatokea katika ulimwengu wa mwili. Tukitamka amani na tukaipata amani katika ulimwengu wa roho, hiyo amani itatamalaki, itatokeza, itadumu katika ulimwengu wa damu na nyama. Ndugu zangu wa Tanzania, hata kifo cha mtu mtu tu anafariki hospitali ya Muhimbili katika mwili haitatokea kabla kifo hicho hakijatokea katika ulimwengu wa roho. Atakufa katika ulimwengu wa roho kwanza, ndio ataonekana amekufa katika ulimwengu wa damu na nyama. Nami ninaomba badala ya kuwa na maneno mengi na hekima ya kibinadamu, turudi magotini katika nafasi zetu tuzuie jambo hili la kipepo, jambo hili la kishetani. Sisi kama kanisa tulikuwa na maombi mwezi wa kumi, hata siku mbili kabla ya uchaguzi, na moja ya mambo tuliyoyaona ambayo Bwana alituonyesha ni moshi ukitoka katika Bahari ya Hindi, bahari ya Dar es Salaam, bahari yenye ukanda toka Tanga, Mkoa wa Pwani, Dar es Salaam, Lindi, Mtwara na moshi ule ulikuwa una maana ya kwamba kuna vita katika ulimwengu wa roho na mkuu wa bahari anawapa nguvu watu katika ulimwengu wa mwili hapa Tanzania kama mawakala wa machafuko. Tunaweza kuzuia hiyo na Biblia ina ushahidi tunasoma, uh, katika Wafalme, Wafalme pili sura ya sita ya kwamba kuna wakati mfalme wa Shamu alikuwa na vita na Israeli na kila ambacho mfalme wa Sham, na jeshi la Sham lilikuwa likipanga ili kuivamia Israeli, mtumishi wa Mungu Elisha alikuwa anaonyeshwa na Mungu, anaambiwa na Mungu. Na mfalme wa Sham akashangaa, ni namna gani Israeli wanapata siri zetu? Akaamua ya kwamba atakwenda amkamate Elisha, amfunge Elisha, mtumishi wa Mungu, nabii wa Mungu. Kilichotokea, jeshi la Washa lilipomkaribia Elisha likazingira nyumba ya Elisha. Elisha alikuwa na mtumishi anaitwa Gehazi. Gehazi aliogopa akaona, jeshi lenye mtutu wa bunduki limezunguka nyumba aliyokuwepo Elisha. Elisha akamwambia Gehazi, hujui walioko upande wetu ni wengi, ni wakuu kuliko walioko upande wao? Na akafunuliwa macho Gehazi akaona majeshi ya malaika ya Bwana yame shuka na yako katika mlima ambapo kulikuwa kuna nyumba ya Elisha. Lakini hata hivyo Mungu akamwambia Elisha atumie majeshi ya malaika. Alimwambia Elisha atamke. Ndugu zangu, Elisha alichofanya alinena neno la upofu. Majeshi ya Washami, askari wa Washami wa wa wote wakawa vipofu. Wamekuja physically, wamezunguka nyumba, walikuja kumteka Elisha, lakini Elisha Akayateka majeshi yenye silaha na akapeleka Samaria. Hakuna ambacho hatuwezi kukifanya kati waroho, katika ulimwengu wa roho na kikatokea katika ulimwengu wa damu na nyama. Tarehe tisa hii Desemba tumwambie Bwana malaika wake wailinde Tanzania. Tumwambie Bwana tuteke nyara fikra za watu ambao wanataka kutoa maamuzi ama kulipeleka taifa letu katika vita na uvunjifu wa amani imeandikwa katika Wakorinto wa pili sura ya kumi mstari wa tatu hata ule wa tano, inasema ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili huu, kwa kuwa silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha kila kitu kilichoinuka kijinwacho kinyume na elimu ya Mungu na tukiteka nyara kila fikra zipate kumtii Yesu Kristo. Kwa hivi tufanye vita ya kiroho na tutaangusha ngome za watu wanaotaka kuiharibu Tanzania. Tunaweza tukateka nyara fikra za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, fikra za viongozi wa vyama vya siasa, fikra za JP, fikra za CDF kwamba zipate kumtii Yesu Kristo fikra za watu waliotumwa kuua na kuharibu zigeuke, na wao watamke amani badala ya kutamka vita, kutamka uvunjifu wa amani, watamke amani na kudumisha amani. Tunayo hiyo mamlaka na tutafanya hivyo, kwa kuandika, kwa nyaraka ama kwa matamko, kwa sababu hayana kazi katika ulimwengu wa roho IGP, CDF mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa wana amri katika ulimwengu wa damu na nyama, lakini sisi viongozi wa kiroho tuna amri kubwa katika ulimwengu wa roho. Nami nataka niwaambie kwa nini ilipangwa tarehe ishirini na tisa Oktoba siku ya uchaguzi, na kwa nini sasa wanaongelea tarehe tisa Desemba siku ya uhuru. Ndugu zangu wa Tanzania hizi ni tarehe ama ni siku ambazo katika ulimwengu wa roho mabadiliko yanatokea. Tarehe 29 Oktoba ilikuwa ni mabadiliko ya uongozi. Biblia inasema katika Warumi 13, ya kwamba kila mamlaka inatoka kwa Mungu, hata tukipiga kula, lakini kila mamlaka inatoka kwa Mungu. Tarehe 29 Oktoba ilikuwa, katika ulimwengu wa roho, ni wakati wa mabadiliko ndio maana kilitokea kilichotokea kwa sababu kuzimu ilikuwa inakwenda kinyume na kusudi la Mungu na tarehe tisa Desemba ni siku ambayo tunakumbuka kupata uhuru mwaka 1961 ni siku ambayo kulikuwa kuna mabadiliko katika ulimwengu wa roho na likazaliwa taifa linaitwa taifa la Tanzania na tarehe tisa hii mwezi wa kumi na mbili katika ulimwengu wa roho kuna watu wanataka kitu kibaya kitokee. Unajua Tanzania tulipata uhuru bila kumwaga damu. Ikiwa tarehe tisa Desemba mwaka huu ishirini na tano wa Tanzania tutaruhusu damu imwagike, tutaruhusu amani itoweke, maana yake tumeuza uhuru wetu, tumepoteza uhuru wetu hatutaishi tena katika nchi iliyo huru, hatutaishi tena katika nchi iliyo amani. Tutakuwa tumeruhusu mataifa Freemasonic Illuminati, watu waliotumwa na kuzimu waamue maisha yetu kama taifa. Ndugu zangu, uhuru ni uwezo wa kuamua maisha yetu na hatima yetu, hatutakuwa tena na hiyo mamlaka. Uhuru ni uwezo wa kupanga nini tufanye leo, miaka kumi ijayo miaka thelathini ijayo kwa ajili ya, tutaishi kama wafungwa katika nchi yetu wenyewe. Wako watu ni Watanzania, wako gereza la Segerea, wale wamefungwa, wako katika nchi yenye uhuru, lakini wako ndani wamefungwa, hawana uhuru. Na sisi tutakuwa ndani ya Tanzania, lakini hatuna uhuru. Gen Z, Generation Z, sikiliza, baada ya miaka kumi nyie mnaojiita Generation Z, miaka miaka ishirini, hamtakuwa kwenye umri huo na mtakuwa baba na mama wa kesho. Mtawaachia nini watoto wenu? Tanzania iliyogawanyika, Tanzania iliyoharibika. Naomba nisome andiko moja, ujue ya kwamba siku ya uhuru ni siku inayotakiwa iwe ya amani, siku ya kusherehekea, siku ambayo haitakiwi watu waliye na kuomboleza. Huyu ni kasisi ambaye anatoa onyo kali kwa Watanzania, haswa kizazi cha Gen Z ama Generation Z ambao wanapanga maandamano ama kuweza kutoweka E, manyumbani zao kwenda kule barabarani kupambana na polisi wakiandamana siku hiyo, huku wakidai kwamba wanahitaji kupewa haki yao kama Watanzania na wanahitaji kutunzwa wao kama Watanzania, wakidai wana haki ya kuishi katika nchi yao bila mavurugano, bila kutotunzwa vizuri na rais yoyote ambaye yuko katika mamlaka. Huyu ni kasisi ama pasta, kwa wale ambao wanapenda kimombo, ambaye nawaonya sana Watanzania na kusema kwamba siku ambao wamepanga maandamano ambao ni siku ama ni tarehe tisa mwezi ni wa Disemba mwaka wa elfu mbili ishirini na tano kusema kwamba siku hiyo haifai kukuwa na mvurugano, haifai kuwa ni sio siku yu, a, ni siku ya makelele, inafaa kuwa ni siku ya amani, watu kusherehekea bali si kulia. Anaonya Watanzania wakidai kwamba hiyo um, siku, iwapo kuna mavurugano itafanyika, watanenda kinyume na Biblia ama uh, yale ambayo yameandikwa katika kitabu kitakatifu, akisema kwamba msijaribu kwenda katika barabara, maanake kwenda kwa barabara, wote ambao mtauliwa, wale ambao watapoteza maisha yao basi hamtajua mnakipigania kipi, maanake anakidai kwamba uh, tarehe tisa ni mwezi eh, mwezi wa uh, Disemba mwaka elfu mbili ishirini na tano ni kwamba anadai, anadai eh, huo ndio uh, wakati muhimu ama huo ndio wakati ambao watanzania watakuwa na sherehe ya siku mingi amba wakati ambapo walipata mamlaka katika kutoka kwa mikono yake mkoloni. Kwa hiyo kasisi huyu ama nabii huyu anawaonya Watanzania kutoandamana siku ile, ila kuandamana hadi uh, pale kiwanjani ambacho Rais Samia Suluhu atakuwa ameweka mkutano wake pale watu kusa, uh, kusafishana watu kukumbushana wakati ambapo wakati ule kulikuwa hivi, kulikuwa vile e, lakini baada ya haya mambo yako hivi na hivi kwayo, wa Tanzania jamani. Kwa hiyo Watanzania jamani, inasemekana kwamba mtilie maanani e, kuweka amani ama kudumisha amani katika nchi yenu, maanake iwapo mtachoma nchi yenu, iwapo mtaharibu nchi yenu, basi kumbuka kwamba hamna mahali pengine pale pa kukimbilia. Hauwezi ukakuwa uh, wa kwingine wewe, ni wa pale pale, kwa hiyo E, zingatie ni hayo, zingatie ni hayo. Namaakikisha kwamba wale ambao wanahitaji kuandamana hawaandamani tena. Kwa hiyo tupatane wakati mwingine.